Kama wazazi tunapaswa kuwa macho, kwa sababu ulimwengu umebadilika. Sema, furaha ya milele kwa familia, furaha ya milele kwa familia. Nataka katika somo hili ujaribu kufi, kujifikirisha, yani ufikiri kwamba leo umefunga kwa siku moja, unafunga ndoa. Ufuatane nami katika mfano huu. Fikiria unafunga ndoa na baada ya ndoa unaanza safari yako katika ufukwe wa bahari ya Hindi hapa Dar es Salaam, na mwisho wa safari yako utaishia India, na safari yako hii itachukua miaka kadhaa. Unasafiri kwa shamra, kuna furaha, kuna kupongezana, kuna kupendana. Sasa mmeanza safari kwa mtumbwi kutoka hapa ufukwe wa bahari ya Hindi na mnaanza safari pole pole. Katikati ya safari hiyo, najua kutakuwa na mawimbi, kutakuwa na giza la usiku, kutakuwa na mchana na wakati mwingine kutakuwa na kuchoka katika safari hiyo eh, hata kama kutakuwa na mawimbi na kutakuwa na giza na kutakuwa na kuchoka, mnajua kabisa kwamba hamwezi kurudi nyuma na hamwezi kushuka kutoka kwenye mtumbwi, maana mko baharini. Lakini katika safari hiyo mnaongezeka, wanafamilia wanaongezeka katika hiyo safari, na wanapoongezeka eh, wengine hawa wanafamilia huenda sio, uh, uh, wanaweza wasilete ushirikiano wanaweza wasiwe wazuri sana, kunaweza kuwa kuna kugombana kati ya wale wanafamilia ambao wameongezeka. Kwa maana ngambo ya bahari sivyo alivyo. Mnapokuwa hapa, wote mtaendelea na nini na safari, lakini inawezekana katika safari hiyo mkapoteza mtu wa familia, kuna na, au kuna kupoteza mtoto kuna kupoteza mwanafu wa tatu au wowote katika shughuli za kanisa, wala sio kuwaona wakiwa wa, hata wakiwa wahubiri, sio lengo wala sio lengo la kuwa, lengo la kuwa na familia au kuwa na watoto katika familia sio kuwaona wakiwa watalu, wanataaluma, walio watoto wangu tuna ni ni itak, itak, itakamilika. Bwana Yesu asifiwe.

Uh, kwa hiyo familia uh, kwa sababu kazi